Mlango wa pili. Basi siku ya kufa kwake Daudi ikakaribia, akamuusia Sulemani mwanawe, akasema: mimi naenda njia ya ulimwengu wote. Basi uwe hodari, ujionyeshe kuwa mwanamume, uyashike mausia ya Bwana Mungu wako, uende katika njia zake, uzishike sheria zake na amri zake na hukumu zake na shuhuda zake, sawa sawa na ilivyoandikwa katika Torati ya Musa upate kufanikiwa katika kila ufanyalo na kila utazamako, ili Bwana afanye imara neno lake alilonena kwa habari yangu, akisema: ikiwa watoto wako wataiangalia njia yako, wakienda mbele zangu kwa kweli, kwa moyo wao wote na kwa roho yao yote, akasema, hutakosa mtu katika kiti cha enzi cha Israeli. Na zaidi ya hayo umejua alivyonitenda Yoabu mwana wa Seruya, yaani alivyowatenda majemadari wawili wa, wa majeshi ya Israeli, Abneri mwana wa Neri, na Amasa mwana wa Yetheri, ambao aliwaua na kuimwaga damu ya vita wakati wa amani, akautia damu ya vita mshipi uliokuwa viunoni mwake na viatu vilivyokuwa miguuni mwake. Kwa hiyo ufanye kama ilivyo hekima yako, wala usimwachie mvi zake kushukia ahera kwa amani, lakini wafanyie wema wana wa Barzilai Mgileadi, wawe miongoni mwao walao mezani pako, kwa jinsi walivyonijilia nilipokuwa nimekimbia mbele ya Absalomu ndugu yako. Hata angalia, yuko pamoja nawe Shimei mwana wa Gera Mbenyamini wa Bahurimu, ndiye aliyenilaani kwa laana kuu siku ile nilipokwenda Mahanaimu, lakini akashuka kunilaki kule Yordani, nami nikamwapia kwa Bwana nikamwambia mimi sitakuwa kwa upanga. basi kwa hiyo usimwachilie, kwa kuwa wewe mtu wa akili, nawe utajua ikupasayo umtendee, na mvi zake utazishusha ahera pamoja na damu. Basi Daudi akalala na babaze, akazikwa mjini mwa Daudi. Na siku alizotawala Daudi juu ya Israeli zilikuwa miaka arobaini. Huko Hebroni alitawala miaka saba, na katika Yerusalemu akatawala miaka thelathini na mitatu. Basi Sulemani akaketi katika kiti cha enzi cha Daudi baba yake, na ufalme wake ukawa imara sana. Ndipo Adunia mwana wa Hagithi akaja kwa Bathsheba mamaye Sulemani, naye akasema, je, umekuja kwa amani? Naye akajibu, kwa amani. Tena akasema, nina shauri ninalotaka kukuambia. Naye akamwambia, sema. Basi akasema Wajua ya kwamba ufalme ulikuwa wangu na Israeli wote wakaniwekea nyuso zao ili nimiliki mimi; walakini sasa ufalme umegeuka kuwa wake, ndugu yangu, kwa maana ulikuwa wake kutoka kwa Bwana. Basi sasa nina haja moja ninayokuomba, usinikataze hiyo. Naye akamwambia sema. Akasema, nena na kusihi na Sulemani mfalme, kwa kuwa hawezi kukukataza neno, kwamba anioze Abishagi Mshunami. Naye Bathsheba akasema, vema, nitasema na mfalme kwa ajili yako. Basi Bathsheba akaingia kwa mfalme Sulemani aseme naye kwa ajili ya dunia. Naye mfalme akainuka kwenda kumlaki, akamwinamia, akaketi katika kiti chake cha enzi. Kisha akaagiza awekewe kiti cha enzi mamaye mfalme, naye akaketi mkono wake wa kuume. Ndipo akasema haja moja ndogo na kuomba usinikataze. Mfalme akamwambia omba mama, kwa kuwa siwezi kukukataza neno. Naye akasema nataka adunia ndugu yako aozwe abishagi mshu nami. Akajibu mfalme Sulemani akamwambia mamaye na, mbona wamtakia adunia abishagi mshu nami? Umtakie na mfalme pia, kwa kuwa yeye ndugu yangu mkubwa nam, umtakie yeye na Abiathari kuhani na Yoabu mwana wa Seruya. Ndipo Mfalme Sulemani akaapa kwa Bwana akasema, Mungu anifanyie hivyo na kuzidi, isipokuwa Adonia amenena neno hili juu ya uhai wake mwenyewe. Basi kwa hiyo, Bwana aishivyo, aliyenithibitisha na kunikalisha katika kiti cha enzi cha Daudi baba yangu akanifanyia nyumba kama alivyoahidi, hakika atauawa leo hivi. Adonia Mfalme Sulemani, akatuma kwa mkono wa Benaya mwana wa Yehoyada, naye akampiga hata akafa. Tena mfalme akamwambia Abiathari kuhani, enenda Anathothi mashambani kwako, kwa kuwa wastahili kufa, ila leo sikuui, kwa sababu wewe ulilichukua sanduku la Bwana mbele ya Daudi baba yangu, na kwa sababu wewe uliteswa kwa mateso yote ya baba yangu. Hivyo Sulemani akamtoa Abiathari asiwe kuhani wa Bwana ili alitimize neno la Bwana alilonena juu ya nyumba ya Eli katika Shilo. Tena habari zikamfikia Yoabu, kwa maana Yoabu alikuwa amemfuata Adonia ingawa hakumfuata Absalomu. Yoabu akakimbilia hemani kwa Bwana akazishika pembe za madhabahu. Akaambiwa mfalme Sulemani ya kwamba Yoabu amekimbilia hemani kwa Bwana naye tazama, yuko madhabahuni. Ndipo Sulemani akamtuma Benaya mwana wa Yehoyada akisema, enenda umpige. Basi Benaya akaja hemani kwa Bwana akamwambia, mfalme asema hivi, njoo utoke. Naye akajibu, la sivyo, ila nitakufa papa hapa. Naye Benaya akamletea mfalme habari akisema, hivi ndivyo alivyonena Yoabu na ndivyo alivyonijibu. Mfalme akamwambia, fanya alivyonena umpige ukamzike, ili uniondolee mimi na nyumba ya babangu damu aliyoimwaga Yoabu bure. Naye Bwana atamrudishia damu yake kichwani pake mwenyewe, kwa kuwa aliwapiga watu wawili wenye haki na wema kuliko yeye, akawaua kwa upanga, wala babangu Daudi hakujua habari hiyo, yaani Abneri mwana wa Neri, jemedari wa jeshi la Israeli, na Amasa mwana wa Yetheri, jemedari wa jeshi la Yuda. Hivyo damu yao itarudi kichwani pa Yoabu na kichwani pa wazao wake hata milele. Ila kwa Daudi na kwa wazao wake na kwa nyumba yake na kwa kiti chake cha enzi kutakuwa na amani hata milele kutoka kwa Bwana. Ndipo Benaya mwana wa Yehoyada akapanda akampiga, akamua, naye akazikwa katika nyumba yake mwenyewe iliyoko nyikani. Kisha mfalme akamweka Benaya mwana wa Yehoyada mahali pake juu ya jeshi na Sadoki kuhani, mfalme akamweka mahali pa Abiathari. Tena mfalme akatuma watu, akamwita Shimei, akamwambia, ujijengee nyumba humu Yerusalemu, ukae ndani yake, wala usitoke humo kwenda mahali popote. Kwa kuwa siku ile ya kutoka kwako na kuvuka kijito Kidroni, ujue hakika ya kwamba kufa utakufa. Damu yako itakuwa juu ya kichwa chako mwenyewe. Naye Shimei akamwambia mfalme, "Neno hili ni jema. Kama alivyosema bwana wangu mfalme, ndivyo atakavyofanya mtumwa wako." Basi Shimei akakaa Yerusalemu siku nyingi. Ikawa miaka mitatu ilipokwisha, watumwa wawili wa Shimei wakatoroka kwenda kwa Akishi, mwana wa Maaka, mfalme wa Gathi. Wakamwambia Shimei wakasema, "Angalia, watumwa wako wako huko Gathi." Shimei akaondoka, akatandika punda wake akaenda Gathi kwa Akishi ili kuwatafuta watumwa wake. Akaenda Shimei akawaleta watumwa wake toka Gathi. Naye Sulemani akaambiwa iya kwamba Shimei alikuwa ametoka Yerusalemu kwenda Gathi na kurudi tena. Basi mfalme akatuma watu akamwita Shimei, akamwambia, "Je, sikukuapisha kwa Bwana na kukushuhudia kusema, siku ile ya kutoka kwako, ukienda mahali popote, ujue hakika ya kwamba kufa utakufa. Naye ukaniambia neno hili nililosikia, ni jema. Mbona basi hukukishika kiapo cha Bwana na amri niliyokuagiza? Tena mfalme akamwambia Shimei, umejua uovu wote uliouona moyoni mwako, uliomtenda Daudi baba yangu. Basi kwa hiyo Bwana atakurudishia uovu wako kichwani pako mwenyewe, ila mfalme Sulemani atakuwa amebarikiwa na kiti cha enzi cha Daudi kitathibitika mbele za Bwana hata milele. Basi mfalme akamwamuru Benaya mwana wa Yehoyada, naye akatoka akampiga hata akafa, na ufalme ukawa imara mkononi mwa Sulemani.